Hakuna CCM endelevu isiyokuwa na vijana, haipo. Hakuna CCM endelevu, lazima iwe imejengwa na imewajenga vijana ambao watachukua nafasi ya watu wazima ambao wanaendesha CCM, kama sisi tulivyokuwa vijana tukachukua kutoka kwa wazee waliotutangulia. Kwa hiyo nawapongeza, nawatia moyo vijana, hayo mliyoambiwa ya kuchukua fomu mgombee, mimi nawaunga mkono, maana hata waliopo nao walikuwa vijana, nao waligombea, hawakugombea peke yao, wanagombea na wengine, si ndio? E, na mwaka huu tumesema hakuna kupita bila kupingwa. Kwa hiyo, wote hata nyiwe waheshimiwa wabunge mjiandae kupingwa, maana tumekubaliana. <laughs> tujiandae kupingwa kwa sababu hakuna mtu atakayepita bila nini? Hakuna tena ndani ya CCM hakuna kabisa. Tumekubaliana kila kiti kitakuwa na watu wangapi watakaotokana na wengi watakaojitokeza. Kwa hiyo gombeeni nafasi ziko E, msije mkasema eh, nikigombea Kasekenya hata nionaje. Kasekenya aligombea naye na, e. na muda wake umefanya nini? Kwa hiyo hata nafasi ya Kasekenya iko wazi, ila yeye anataka kuitetea, si ndio? Yeah. Basi njoo kama unataka kumsindikiza sawasawa, kama unataka kumshinda umejiandaa sawa sawa kamu... <laughs> <laughs> kamu Hakuna kiti ambacho kina kiko wazi. Kiti ambacho nafasi ya peke yake ambayo haigombewi sasa ndani ya chama ni ya urais peke yake, kwa sababu kule tumekutana kwenye mkutano mkuu maalum na wote walioko hapa walikuwepo, tukakubaliana kwamba kwa kazi nzuri aliyofanya